Leo kwa mara nyingine tena tunakutana kwenye simulizi yetu ya Wakili wa Moyo, ambapo katika nafasi yake ya ishirini na nane tuliona jinsi mambo yalivyokuwa ni mazito kwa upande wa mama Colin. baada ya kugundua kwamba mwanaye ameshajua kuwa Cecy amesharudi Bongoland takribani wiki sasa. Nini kinakwenda kujiri leo katika Wakili wa Moyo kwenye nafasi yake ya ishirini na tisa mimi na wewe twende pamoja mwanzo mwisho na Wakili wa Moyo, ikiwa ni katika hatua yake ya 29 basi bwana mwisho wa siku mama Colin anagundua kwamba aliyemfikishia taarifa zote hizo mwanaye ni mama Cecy baada ya kufika nyumbani kwake na kumkosa kwa hiyo Maamuzi yake kwa muda huo ni kuamua kwenda kukisanua kwa mama Sesi ambaye hakika alikuwa amemtibua kwa kitendo chake hicho cha kuja kumsumbua mwanaye. Basi Mage na mama Colin walikwenda kwa mama Sesi ambako kulikuwa na nyumba ya kisasa iliyojengwa na Colin kwa ajili ya mpenzi wake. Walipofika, Mage hakushuka kwenye gari na mama Colin peke yake aliingia ndani hadi sebleni ambako kulikuwa na mama Sesi aliyekuwa ametuliza macho yake kwenye runinga. Baada ya mama Sesi kumwona mama Colin anaingia, alihamisha macho kwenye runinga na kutazama mlangoni ambako moja kwa moja anakutana na mama Colin. Baada ya kumwona alinyanyuka alipokuwa amekaa na kwenda kumpokea. Mama Sesi alimkaribisha mama Colin, lakini mama Colin alijibu, asante kwa sauti ya chini huku akificha hasira zake juu ya kitendo cha mzazi mwenzie kwenda kwake na kufanya mwanaye amchukie kwa kumficha kuwemo kwa mpenzi wake nchini. Mama Cecy alimkaribisha na kutaka kujua kuhusiana na ujio wake kwa sababu hawakuwa na miadi ya kukutana kwa siku hiyo, lakini hata hivyo, mama Colin hakuwa na muda wa kujibu maswali ya mama Colin zaidi ya kutaka kujua mwanaye yupo wapi kwa muda huo, kitu ambacho hakikumfurahisha mama Cecy na kumuuliza mama Colin. Dada, hata salamu hakuna, unakimbilia kumuulizia Colin. Salamu si muhimu kama kujua hali ya mwanangu. Mwanao hajambo. Sitaki kusikia hajambo, nataka kujua yupo au ameshaondoka. Yupo chumbani na mchumba wake. Chumbani anafanya nini saizi? mama Colin, ni swali gani hilo? ina maana chumbani kwangu kuna mzoga? mama Cecy alijibu kwa hasira swali hilo kutokana na kutojisikia vizuri kwa maswali ya mzazi mwenzake. Sio hivyo dada, So, unajua Colin bado mgonjwa na mpaka sasa hivi sijui yupo wapi. Mm. Colin na Cecy, nani mgonjwa? Na ugonjwa mwanangu kautoa wapi? Mbona tumekwenda vizuri tunataka kuharibu mwishoni ndugu yangu? Basi samahani dada. Najua Cecy anaumwa. Lakini sijui Colin yupo wapi maana nilimwacha nyumbani na nimesikia amekuja kumuona mchumba wake. Kwani mimi nimekujibu nini hapo mwanzo? Sawa, ngoja nikamuone. Mama Colin Alielekea chumbani kwa mgonjwa akiamini atamkuta mwanaye pembeni ya kitanda, huku akiumizwa na hali ya mpenzi wake aliye katika hali ya unusumfu. Alipofika alipigwa na butwa kumkuta Colin akimlisha Cecy matunda. Colin alimkaribisha mama yake na kumwambia kuwa Cecy amepona baada ya ujio wake, na huenda kama angekuja mapema zaidi, basi hata mpenzi wake huenda angepata nafuu mapema zaidi. Japo yalionekana maneno ya kawaida, lakini kweli yalikuwa makali kama mkuki moyoni mwa Mama Colin. Mama Colin anikili ukubwa Mwenyezi Mungu kutokana na kitendo cha kumwona Cecy akiwa amenyanyuka, kitu ambacho hakuwa akikiota. Cecy naye kwa upande wake alimkaribisha Mama Colin, na kumshukuru kwa ushirikiano aliyotoa kupigania maisha yake kwa hali na mali kuanzia mwanzo wa changamoto zake hadi pale alipokuwa amefikia na alimuomba Mungu ampe salama na uzima kusudi naye aweze kupata nafasi ya kulipa fadhila kwa mama mkwe wake. Sesi alikuwa akizungumza yote hayo huku akijiweka vizuri na Mama Kuli alimshukuru kwa hilo, na kisha alikwenda kumkumbatia Sesi ambaye alikuwa amepururuka na kubakia mifupa mitupu, aka hey, ki, hey, kimbaombao, huku Mama Sesi naye alikuwa amefika na hakutia neno zaidi ya kukaa kimya akimwangalia mzazi mwenzie. Jamani, leo ni katika siku ambazo nimepata furaha ya ajabu sana, naahidi kuipigania afya ya Cecy kwa gharama yoyote, ili kuhakikisha anarudi katika hali yake ya zamani. Alizungumza maneno hayo mama Colin, na Cecy naye akashukuru kwa kusema, asante sana mkwe, sina cha kukulipa bali kukuonesha mapenzi ya dhati yasiyo na chembe ya unafiki asante mkuu wangu. Mama Colin alijikuta akitokwa na machozi kwa maneno mazito ya Cecy ambaye alipoteza kauli na viungo vya mwili kutofanya kazi kwa zaidi ya miezi sita. Jamani, nina imani Mungu ni mkubwa sana, ameweza kutusimamia kwa hiyo tumshukuru kwa pamoja, tumshuku kwa kuweza kutenda miujiza juu yangu. Alizungumza hayo huko akitaka kuteremka kitandani, lakini Colin alimzuia mpenzi wake na kumtaka wafanye maombi akiwa pale pale kitandani. Cecy alikubaliana na wazo la Colin, lakini aliomba yeye ndio aongoze maombi kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumfungua kauli, kitu ambacho hapo mwanzo ilikuwa ni mtihani mzito sana kwa upande wake. Basi kwa nafasi hiyo, baada ya wote kupiga magoti na kufumba macho, Cecy alianza kuomba, akaomba na kuomba, maombi kadha wakadha kwa mujibu wa malengo na mahitaji yake, kubwa ikiwa ni ndoa yake na Colin, bila kusahau kumshukuru Mungu uponyaji aliyoupata basi mwisho wa siku wote kwa pamoja waliitikia amen, <coughs> huku kila mmoja akifuta machozi kutokana na maombi mazito yaliyoshushwa na Sesi. Kisha Sesi aliomba maji baada ya kuomba kwa muda mrefu na kuvuja jasho kama maji, ambapo kutokana na jasho jingi ulikuwa muujiza mwingine kama Mama Sesi, baada ya kutotoka jasho jingi kwa zaidi ya miezi sita alipatiwa maji na kisha aliomba kupumzika. Colin alimsaidia na kumfunika shuka mpenzi wake Cecy. Alimsii Colin kuwa asiondoke mahala pale, kwani yeye ndiyo furaha yake ya pekee, na bila ya khiana Colin alilipitisha lile ombi la mpenzi wake, na kisha walimwacha Cecy amelala na kutoka nje kwa ajili ya mazungumzo. Mama Colin alitaka kujua kitu gani kimefanyika hadi Cecy kuwa katika hali kama ile, lakini alijibiwa kuwa hakuna la zaidi tofauti na muujiza wa Mwenyezi Mungu tu. Mama Colin alikubaliana na hayo, kisha alidai kutaka kuondoka kwa vile alikuwa amekuja kwa ghafla. Kwa hiyo alihitaji kumwacha mgonjwa apumzike kwa ajili ya mipango ya kesho, na yeye arudi nyumbani kwake kwa ajili ya kupumzika. Lakini pia alimtaka mwanaye waweze kuondoka pamoja ili naye akapumzike, kwa sababu naye kadhalika haipo vizuri sana. Lakini kwa bahati mbaya, leo Colin hakuwa upande wa mama yake kwani pamoja na mama yake like kumshawishi kadri ilivyowezekana lakini bado ilikuwa ngumu sana kwa Colin kuweza kukubaliana naye, na, na mwisho wa siku ilibidi mama Colin aweze kukubaliana na mwanaye kubaki na ye aondoke peke yake. Na kwa namna hiyo basi mama Colin hakuwa na namna, ilibidi tu akubaliane na Colin. Aliaga na kutoka nje kuelekea alikoacha gari aliyokuja nayo na ndani ya gari alimkuta Mage amesinzia baada ya kumsubiri kwa muda mrefu bila mafanikio. Mama Colin alipofika, alimwamsha Mage na kumuomba radhi kwa kumchomesha mahindi kwa muda wote aliyokuwa hapo ndani. Mage hakuwa na noma yote kutokana na hilo, lakini aliulizia kuhusu Colin, na mama Colin alimweleza Mage kuhusiana na yote aliyokutana nayo ndani, kitu kilichomfanya Mage achanganyikiwe na kushindwa kuamini hadithi aliyokuwa anasimuliwa na mama Colin. Alijikuta akiuliza tena kama alichokisikia ni sahihi, lakini mama Colin hakubadilisha chochote katika alichomweleza hapo awali. Mage alijikuta akitamka kwa sauti kuwa sasa amekwisha na mama Colin. Kwa mshtuko ilibidi amuulize Mage ni kwa nini anatamka maneno kama yale. Mage akamuuliza mama Colin kwamba hivi kwa staili hii kuna uwezekano kweli wa kuolewa na Colin? Na hapo ilibidi tu mama Colin awe mkweli kwa Mage, akamwambia live tu kwamba kwa, kwa kweli nisikudanganye, Colin anampenda sana Cecy na hakuna kiumbe kitakachombadilisha mawazo yake. Yaani kwa jinsi nilivyomkuta ni kama mwenda wazimu fulani hivi. Sijui hata Cecy angekufa mwanangu angekuaje? I say. Hiyo kitu ilimuumiza sana Mage kwa kweli, na alikubaliana naye huku nguvu zikimwisha na kujikuta akijilaza kwenye usukani badala ya kuondoa gari. Kutokana na hali aliyoiona ilibidi mama Colin amuulize Mage kuna shida gani, na Mage alimchana makavu tu mama Colin kwamba kupona kwa Cecy kwake imekuwa ni pigo zito sana moyoni mwake ambalo limemvunja nguvu kiasi kwamba hatoweza tena kuendesha gari kwa wakati ule na badala yake atahitaji msaada kusudi waweze kuondoka, kutokana na kofi ya kupata matatizo jiani ambavyo tumekwisha kuona katika hatua yetu hii ya 29 hali ya Cecy inazidi kutengamaa, jambo ambalo linaleta furaha kwa Colin na familia yao kwa ujumla. Lakini kwa upande wa Mage, hii imekuwa pigo takatifu linalozidi kupoteza matumaini ya Cecy kumrudisha Colin katika imani yake. Kadri Cecy anavyozidi kuimarika kiafya, ndivyo ndoto za Mage kuwa na Colin zinavyozidi kuyeyuka kama barafu kwenye jungu la moto. Cha kujiuliza hapa ni je, Mage, binti mwenye vitimbi vyake, anaweza kusukumwa na hali hii kufanya jambo la kushangaza ili kupata kile anachokitaka? Mimi na wewe tukutane tena katika Wakili wa Moyo kwenye hatua yake ya thelathini ili kujua juu ya nini kinachokwenda kujiri baada ya hapo. Tunaelekea mwishoni, mwishoni kabisa mwa simulizi yetu hii ya Wakili wa Moyo, huku mambo yakiendelea kuwa ni moto. Kwa hiyo usikose hata kipande kimoja katika vilivyobakia.